Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikia siku ya leo. Nichukue nafasi hii kuelezea maandalizi yetu ya timu ya Tanzania Prisons, ni kwamba katika mazoezi ambayo tumefanya kwa siku ya jana, wanakosekana wachezaji ambao nafikiria hawakutumika hata katika mechi iliyopita. Kwa maana Samson Mwaituka ni moja wa watu ambao ni majeruhi muda mrefu kama wiki mbili, lakini tunashukuru, unashukuru urejee wa wachezaji wetu kama Vedas Simuhambi, nadhani kama mnavyo mnavyofahamu kabla ya ya majeruhi alikuwa ni mchezaji alikuwa kwenye kikosi cha kwanza, kwa hiyo Vedas Simuhambi amerejea, lakini pia Wema Sadoki nadhani alirejea kwenye mechi ya KMC, lakini alikuwa anatumikia adhabu ya kadi tatu za njano, so tutampata kuelekea kwenye mechi hii. Kwa hiyo nina uhakika kwamba tuko na kikosi ambacho kiko vizuri, vijana wametrain vizuri na wako tayari kwa ajili ya mechi yetu ya kesho, yeah. Na kilichokuwa kinakosekana kwenye kikosi cha Tanzania Prisons, tunaanzaje? tunaanzia wapi kwa sababu kama tunafuatilia vizuri ni kwamba timu ilikuwa ina perform vizuri, lakini iko na quality, lakini baadhi ya vitu kwa vinafanyika nafikiri kwa pupa, kwa haraka, kwamba ni lini tutashinda. Kwa hiyo baada ya kupata matokeo tuliyopata ya point 3 nadhani sasa tume lift ile morale ya timu, angalau vijana wanaweza kupata mali pa kwanza, kwa sababu kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba quality ipo, lakini kilichokuwa kinatusumbua zaidi ni lini timu itaanza kuwa kwenye winning way. Kwa hiyo baada ya matokeo yale nadhani sasa tuna mahali pa kuanzia kuelekea kwenye mechi ya, ya kesho, na nadhani kuna ugumu wake, kama ambavyo ambao nimetangulia kuzungumza huko nyuma, kwamba napokutana watu ambao mna share mitaa, watu ambao mna share uwanja, watu ambao mnafahamiana hapa na hapo, kwa kuwepo na ugumu, lakini kwetu sisi kama Tanzania Prisons kwa namna ilivyo vyovyote vile inabidi tupambane kuweza kupata matokeo kwenye mechi ya kesho bila kujali ugumu tunaokutana nao, lakini ni ni, ni ni, ni, ni, ni ngumu, tunajua ni ngumu, lakini uhakika ambao tunaofikiria ni kwamba lazima tushinde mechi kama tunataka kusalia uh, ligi kuu. Baada ya mapumziko yaliyokuwepo nafikiri tulirejea, hii ni mechi ya pili, ile mechi ya pili baada ya kurejea kutoka kwenye mapumziko. Katika hizo mechi mbili tumepata magoli matatu, tumepata magoli matatu, tumeruhusu magoli matatu. Ndiyo, lakini kilicho kwa kinaangaliwa ni kwamba ni mwendelezo wa kufunga katika mechi mbili mfululizo Unaona, tumepata magoli, kitu ambacho ni signing ukilinganisha, okay, na huko nyuma tupata na kupata magoli, lakini muhimu, kama ulivyo ulivyo angalia wa timu, wakati mwingine ubalance, kama una wakati timu yako inaweza kupata goli, maana yake unakuja kwenye eneo la ulinzi, ulinzi msiruhusu e, eh, goli lolote lile, so tumefanikiwa hilo katika mechi dhidi ya Kagera Sugar. Lakini pia jambo muhimu pia kwenye timu ambayo ni nzuri, kwenye timu huwa ni kutengeneza nafasi. Mechi ya Kagera Sugar, uh, tumetengeneza nafasi zaidi ya, ya karibia nafasi 20, kwa sababu ukiangalia takwimu tumepiga on target kitu ambacho ni kizuri sana kwetu sisi walimu. Kama timu yako inafika kwenye eneo la mpinzani, napata on target 12 off target napata tisa. So, sasa, sasa, ni kitu ambacho ni kizuri so kinachobadilika sasa, kinachohitajika hapo sasa ni convert zile chances. Muda wenyewe unaona ni mpinyo, wakati mwingine muda ni mpinyo kuandaa kutoka kwenye mechi moja kwenda kwenye mechi nyingine. Kwa hiyo nadhani kuna kusema, kuna kuandaa pake kwa ajili ya wa washambuliaji wako kuweza kumalizia hiyo kazi, lakini positive way ndio kama hivi nilivyokuambia kwamba kama timu ina create chances, kuna wachezaji wenye ukomavu pale mbele ambao sio mechi zao za kwanza. Kwa hiyo wanaweza kutusaidia vile, lakini pia sisi plani zetu tuendelee kusisitiza tutengeneze nafasi na watu waingie kwenye nafasi na waweze kuzifunga. Atamuliza. Kila pati ina ina majukumu yake. Mimi binafsi jukumu langu ni kutengeneza morali ya timu spirit ya timu kimbinu, ili tuweze kufanikiwa. Watu wakija kuiangalia Prison basi inafanikiwaje maana yake anacheza vizuri, anatengeneza nafasi vizuri na, na inashindaje. So lakini pia kwa Mbeya ninachoweza kusema ni kwamba ni, ni muhimu sana kwa, kwa mkoa wa Mbeya kama timu ligi kuu, pia ni muhimu sana kwa mkoa wa Mbeya kwa sababu ndio tuko nazo timu mbili zote zina struggle. Kwa hiyo kama kuna namna yoyote ya kusapoti uh, timu moja hapo, kama tunaona kama ina mwelekeo wa kuweza kubaki, basi kuna kila sababu ya kufanya hivyo, lakini hiyo ni pati ya watu wengine kwa sababu ushinda ni, ni, ni mjumuiko wa watu walio wengi, ila sisi kama walimu basi wachezaji tutahakikisha kwamba hii timu tunapambana katika hizi mechi zilizosalia tuweze kubakia Premier League na nafasi hiyo tuko nayo, na nawahakikishieni kwamba hizo litabaki Premier League.